Hujambo, hii ni Arusha One Radio mimi ni Awadh Rashidi. Vyombo vya habari vilivyo karibu na Ansarullah ya Yemen vimesambaza mkanda wa video unaotishia kulengwa viwanja vya ndege vya utawala ghasibu wa kizayuni wa Israel na kuvigeuza kuwa jehanamu na harakati hiyo. Jeshi la Yemen limetangaza kuwa litaendelea kutoa vipigo kwa utawala wa kizayuni hadi pale Israel itakapokomesha jinai zake katika ukanda wa Gaza na kuacha kuzingira ukanda huo. Wakati Israel ilipofikia makubaliano kusitisha vita na Hamas, jeshi la Yemen nalo lilisitisha mashambulizi yake dhidi ya maeneo ya Israel. Hivi sasa wanamgambo wa Yemen wamerejea kuyapiga maeneo maalum ya Israel zikiwemo bandari na viwanja vyake vya ndege sambamba na kuvipiga marufuku vyombo vya baharini vinavyokwenda Israel vikitumia bahari nyekundu baada ya utawala wa Israel kuanza tena kufanya jinai huko Gaza. Kabla ya hapo pia, Brigedia Jenerali Yahya Sare, msemaji wa jeshi la Yemen, alitangaza kuwa nchi yake imefanya operation nyingine mbili za kijeshi kwa kutumia ndege zisizo na rubani kupiga maeneo mengine muhimu ya utawala wa Israel. Msimamo thabiti wa Sanaa wa kuiunga mkono Gaza Umewahamakisha sana maafisa wa Israel. Waziri wa vita wa Israel, Israel Katz, akisema iwapo wa Yemen wataendelea kupiga utawala wa kizayuni watapata pigo kubwa, na kwamba jeshi la Israel limejipanga kwa kila hali. Lakini Marekani ambayo ilianzisha vita kujaribu kuzuia mashambulizi ya Yemen imelazimika kuomba kusitisha vita na Ansarullah kutokana na hasara kubwa iliyoipata Washington na kushindwa kuzuia mashambulizi dhidi ya Israel na wala kufungua njia bahari ya kupitisha sha bidhaa ziendazo kwa Wazayuni. Na mashambulizi ya jeshi la Yemen dhidi ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurioni huko Tel Aviv yanaendelea kuutia hasara utawala wa Israel, ikiwa ni pamoja na mashirika mawili maarufu ya British Airways na Air Europe kuendelea kugoma kupeleka ndege zao kwenye uwanja huo wa Israel. Shirika la habari la Faris limenukuu vyanzo vya habari vya Israel vikiripoti kuwa Air Europa imerefusha uamuzi wake wa Jumapili wa juma kusitisha safari zake za ndege kutoka Madrid kuelekea Tel Aviv. Kabla hapo shirika la la British Airways nalo na lilikuwa limefuta safari zote za ndege kwenda na kutoka Israel. Shambulio la kombora la siku ya Jumapili lilofanywa na jeshi la Yemen kwenye uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Ben Gurion mjini Tel Aviv limesababisha mashirika mengi ya ndege kusitisha safari zao za kuelekea katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu na wazayuni. Siku ya wa Jumapili, shirika la ndege la Uspania Air Europa lilifuta safari zake za Jumatatu kutoka Madrid kuelekea Tel Aviv. Baada hapo, vyombo vya habari vya Israel el vikiripoti kuwa shirika hilo limerefusha uamuzi wa wake huo. Air Europa ni shirika la ndege la tatu kwa ukubwa nchini Hispania baada ya yale ya Iberia na Vuelinga. Hatua hizo zimechukuliwa kutokana na anga la Israeli kuwa katika hali mbaya kutokana na kuongezeka kwa vitisho vya usalama na mashambulizi kutoka Yemen. Na chama cha rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila kimesema kuwa kitaendelea na shughuli zake kama kawaida licha wizara mambo ya ndani ya nchi hiyo kupiga marufuku shughuli zake. Agizo la serikali la kupiga marufuku shughuli za chama cha People's Party for Reconciliation anti democracy PPRD halijaondolewa, lakini mawakili wa chama hicho wanahoji kuwa vipi agizo hilo litaendelea kuwa na nguvu bila idhini ya mahakama. Kwa mujibu wa sheria kusimamishwa huko kuliisha kwenyewe tu moja kwa moja baada ya siku 15. Taarifa ya wizara ya mambo ya ndani ya Kongo ilijaribu kuhalalisha kupigwa marufuku kwa chama cha PPRD, kikimtuhumu Joseph Kabila kuwa anashirikiana na waasi wa M23. Wizara ya mambo ya ndani imesema kuwa Joseph Kabila mwenye umri wa miaka 53 amekuwa kisita kuilaani M23, kundi la waasi linalodhibiti majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini, mashariki mwa DRC, sambamba na kuilaani Rwanda kwa kuunga mkono waasi hao. Kinshasa imemtuhumu Kabila, ambaye yuko uhamishoni tangu mwaka 2023 kuwa anashirikiana na madola ya kigeni kuunga mkono uasi wa kutumia silaha mashariki mwa nchi hiyo. Mwezi uliopita wa Aprili Kabila alitawala DRC. mwezi wa Mwezi uliopita wa Aprili, Kabila ambaye alitawala Kongo hadi mwaka 2019 alirejea katika siasa za nchi hiyo kwa matawi ya chini na aliingia kwa siri nchini humo. Taarifa za vyombo vya habari zinasema kuwa Joseph Kabila alifika katika mji unaoshikiliwa na waasi wa Goma kupitia Rwanda, ingawa hata hivyo Kabila hajaonekana tena hadharani tangu wakati huo. Na msemaji wa wizara mambo ya nje ya China ameelezea wasiwasi wake kuhusu mvutano uliozuka kati ya India na Pakistan na kutangaza kuwa Beijing iko tayari kuchukua jukumu amilifu la upatanishi ili kupunguza mzozo kati ya nchi hizo mbili jirani za kusini mwa Asia. Kwa mujibu wa gazeti la Global Times, msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya China Lin Jian ametangaza msimamo wake juu ya matamshi ya waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif kuhusu kuwalipizia kisasi wahanga wa mashambulizi ya India, akisema kwamba China ina wasiwasi na hali inayoendelea ya hivi sasa baina ya nchi hizo mbili. Amesema India na Pakistani ni majirani na wataendelea milele kwa majirani. Muhimu zaidi ni kuwa nchi zote mbili ni majirani pia wa China ameeleza kuwa China inapinga aina zote za ugaidi, Ling akizitaka nchi hizo mbili kutanguliza mbele amani na utulivu, kuheshimu mkataba umoja mataifa na sheria nyingine za kimataifa, kudumisha utulivu na kuwa vumilivu sambamba na kujiepusha na vitendo vinavyoweza kupelekea hali kuwa mbaya zaidi. Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya China amebainisha pia kuwa Beijing iko tayari kushirikiana na jamii ya kimataifa kubeba jukumu la kupunguza mvutano uliopo kati ya Ramallah na New Delhi. Kwa mujibu wa shirika la habari la IRNA, serikali ya India ilitangaza katika taarifa yake ya Jumanne usiku kwamba jeshi lake lilenga kwa makombora maeneo tisa ya Kashmiri inayodhibitiwa na Pakistani na kudai kuwa ni ngome za magaidi. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi wa Pakistani Khawaja Muhammad Asif amethibitisha kuwa ndege za kivita za nchi hiyo na vikosi vyake vya ulinzi wa anga vimefanikiwa kutungua ndege tano za kivita za India baada ya shambulio la makombora ya India. Na risala za pongezi bado zinaendelea kutolewa kutoka kote duniani baada ya kanisa Katoliki kumchagua kiongozi wake mkuu Papa Leo wa 14. Papa Leo wa 14 amechaguliwa wakati ambapo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekosa usalama kwa miongo kadhaa. Idadi kubwa ya watu nchini humo ambao wengi wao ni waumini wa kanisa Katoliki wanahisi papa mpya atachangia pakubwa katika upatikanaji wa amani katika eneo la mashariki mwa Kongo. Mimi nasema Mungu amtie nguvu na na aisaidie kwa maombi. Nchi yetu inavurugu sana, nchi yetu haina amani, inakumbwa na vita, alisema mmoja wa waamini. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaongoza kwa kuwa na waumini wengi wa kanisa Katoliki barani Afrika. Baadhi yao walikuwa na matumaini papa mpya angetokea Kongo na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anawita wakati wa kihistoria kwa kanisa Katoliki na anapanua ujumbe wa udugu akisema, anaomba papa huyu mpya awe na amani na matumaini, amesema. Rais wa Poland Andrzej Duda ametoa pongezi zake za dhati akiandika kwenye mitandao ya kijamii, huu ni wakati wa kusisimua sana kwa jumuiya ya kanisa Katoliki na kwa ulimwengu mzima. Nchini Poland tunapitia kwa hisia na matumaini makubwa. Rais wa tume umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ametoa pongezi zake akisema, tunatamani kuwa papa aongozwe na hekima na nguvu anapoongoza jumuiya ya Katoliki na kutia moyo ulimwengu kupitia kujitolea kwake kwa, kwa amani na mazungumzo. Waziri mkuu wa Canada Mark Carney amesema katika chapisho lake kwenye ukurasa wa X, ninatoa salamu zangu na kumtakia heri Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika kuchaguliwa kwake wakati wa changamoto za kimataifa, papa aendeleze misheni ya mshikamano, huruma na utu kwa watu wote alisema. Na Marekani imetangaza kuwa itapunguza msaada wa dola milioni 50 sawa na euro milioni 37 kwa sekta ya afya ya Zambia kutokana na nchi hiyo kushindwa kushughulikia wizi wa kimfumo wa dawa na vifaa tiba vilivyotolewa kwa mara kwa serikali ya Zambia kulinda dawa muhimu kwa ajili ya wagonjwa walio hatarini zaidi nchini humo, akisema balozi wa Marekani nchini Zambia Michel Gonzalez, hatuko tayari tena kukubali kunufaisha walaghai au mafisadi wakati wagonjwa wanakosa au kununua dawa za kuokoa maisha yao ambazo tumetoa bure, aliongeza. Serikali ya Zambia imesema imechukua hatua za kukabiliana na suala hilo. Waziri wa afya Elijah Muchima aliishukuru Marekani kwa msaada wake na ukarimu. Hatua hiyo ya Marekani kwa Zambia ni tofauti na kusitishwa kwa misaada ya kigeni iliyotangazwa na rais Donald Trump. Lakini maafisa wa Marekani walisema wamegundua wizi wa nchi nzima wa bidhaa za matibabu ambazo zilikusudiwa kusambazwa bure kwa umma na sasa zinauzwa na maduka ya dawa binafsi. Zaidi ya maduka ya dawa elfu mbili kote nchini Zambia yalipatikana yakiuza dawa na vifaa tiba vilivyotolewa katika uchunguzi wa mwaka mzima uliofanywa na ubalozi wa Marekani. Kwa hali ya kushangaza, katika ziara hizi y asilimia 95 ya maduka dawa, ya dawa yalikuwa akiuza aina ya bidhaa ambazo Marekani pia walikuwa wakiziuza bidhaa za wizi takribani nusu ya maduka ya dawa yaliyotembelewa yalipatikana akiuza dawa na vifaa vilivyotolewa na serikali ya Marekani, taarifa ilisema. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadhi Rashidi.